Tushirikishane tone la upendo ndugu. Wapendwa, karibuni tusikize neno la Mungu na tafakari ya jumapili ya sita ya mwaka wa Kanisa. Leo tunaalikwa kuongozwa na akili na utashi, upendo, hekima na uhuru katika kuziishi sheria za Mungu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Yeshua bin Sira, sura ya 15 aya ya 15 hadi ya 20: Ukipenda utazishika amri zake, na kutenda amini ni shauri lako. Ameweka mbele yako moto na maji, utanyosha mkono wako uchaguavyo. Mbele ya mwanadamu upo uzima na mauti, naye atapewa apendavyo. Mradi hekima ya Bwana yatosha, mkuu mwenye uweza hutazama vyote, macho yake ni juu yao wamchao, naye atapeleleza kila kazi ya watu. Hakumwamuru mtu yeyote awe asi wala kumruhusu atende dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya pili aya ya sita hadi ya kumi. Ndugu zangu, iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliiazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangaliijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu na somo letu la Injili natoka katika Injili ya matayo sura ya tano, aya ya kumi na saba hadi ya thelathini na saba. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na matayo Utukufu kwako ee Bwana. matayo sura ya tano, aya ya kumi na saba hadi ya thelathini na saba. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii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 Basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amini nakuambia hutoki humo kamwe hata uishe kuilipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehana. Na mkono wako wa kuume ukikosesha, ukate uutupe mbali nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka, lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini tena. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usi nzuri, ila amtimizie Bwana haja zako. Lakini mimi nawaambia usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu; wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake; wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu; wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi; bali maneno yenu yawe ndio ndio Sio, sio. Kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. Ndugu wapendwa, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Yoshua bin Sila linazungumzia mambo makubwa matatu. Kwanza, namna Mungu anavyoheshimu uhuru wa mwanadamu. Mungu hamlazimishi binadamu kuchagua jambo jema au ovu. Mungu anaheshimu uhuru wa binadamu kwa sababu kuu mbili: kwanza, akili na utashi wa kujua jambo jema na jambo ovu, pili kwa sababu ya hukumu. Mungu anajua utamkimbia baada ya kifo. Baada ya kifo utakutana naye katika hukumu. Jambo la pili, mwandishi anazungumzia juu ya uhuru wa mwanadamu katika kufanya uchaguzi wa jambo jema au ovu, kuamua kuziishi amri za Mungu au la, kuchagua uzima au mauti, kuamua kubatizwa au kutokubatizwa, kuamua kwenda kanisani au la kuamua kutoa michango au la, kuamua kufunga ndoa au la, kuamua kuungama au la, kuamua kuenda kwenye jumuiya ndogo ndogo au kutokwenda, kuamua kuwa na kiburi au kutokuwa na kiburi, kuamua kuwa wakatili au kutokuwa katili, kuamua kuwa mzinzi au la. Na kila uchaguzi una matokeo yake baadaye. Kuamua kuchagua na kuliishi jambo jema, huko ni kuchagua njia ya uzima. Kuamua kuishi maisha ya dhambi, huko ni kuchagua njia ya mauti. Jambo la tatu, mwandishi anazungumzia juu ya nyenzo, kwamba Mungu ametupatia nyenzo zinazotusaidia kujua na kuamua kutenda jambo jema na kuliishi, nyenzo zinazotuongoza kuongoza uhuru wetu. Kwanza kabisa ni akili na utashi inayotusaidia tusaidia kufikiri vizuri kabla ya kuamua na kutenda. Pili ni sheria zake maana yake neno lake, maagizo yake, miongozo yake, na tatu ni hekima ya kimungu inayotusaidia kujua mapenzi ya Mungu na kuyatimiza. Hivyo ni kweli Mungu ametupatia uhuru, lakini ametupatia nyenzo za kuuongoza huo uhuru wetu. Ndugu apendwa, katika somo la Injili Yesu anawaambia Mafarisayo, walimu wa sheria na wanafunzi wake kwamba wasidhani ya kwamba amekuja kuitangua sheria bali kuikamilisha. Yesu anasema hivyo kwa sababu mafarisayo na walimu wa sheria walishindwa kumwelewa Yesu kwa njia ya mafundisho na matendo yake, waliona kana kwamba anapingana na Torati. Mafarisayo na walimu wa sheria kwanza kabisa walizitafsiri sheria kama zilivyo, walisisitiza zaidi mambo yasiyo ya muhimu na kuacha mambo yaliyo muhimu kwa ajili ya wokovu wa binadamu. Walisisitiza ufuataji wa sheria wa nje tu, walikazia zaidi sheria kuliko upendo. Walisisitiza zaidi shuruti kuliko uhuru. Lakini Yesu aliyokuja alizikamilisha sheria kwa upendo. Yesu alisisitiza upendo zaidi utumike kuliko sheria. Yesu alisisitiza zaidi sheria ya moyo. Yesu alisisitiza zaidi mambo ya muhimu na msingi kwa wokovu wetu. Yesu alitoa tafsiri sahihi ya sheria, alienda mbali zaidi ya Mafarisayo. Yesu alizitakasa sheria. Yesu alisisitiza zaidi uhuru kuliko shuruti. Yesu alisisitiza zaidi hekima ya kimungu. Hivyo ndivyo Yesu alivyozikamilisha sheria, lakini Mafarisayo na waandishi hawakumwelewa. Ndiyo maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ndugu wapendwa, katika somo la pili, Paulo anazungumzia juu ya hekima ya kimungu ambayo inatusaidia kuelewa mpango wa Mungu katika maisha yetu, inatusaidia kuutumia vizuri uhuru wetu katika kumtumikia Mungu. Hekima ya kimungu inatusaidia kuelewa upendo wa Mungu kwetu sisi binadamu. Hekima ya kimungu hutusaidia kuchagua uzima. Hekima ya kimungu hutusaidia kujua kuwa chochote unachokichagua kina matokeo yake. Ndugu wapendwa, ya kupitia masomo yetu ya leo, tutajifunza na kutafakari mafundisho mawili. Kwanza kabisa, fundisho la kwanza tutakalotafakari ni baadhi ya sheria alizozikamilisha Yesu katika somo la Injili na jambo la pili utakalolitafakari ni mambo yanayotupelekea tutende dhambi, yaani tuzivunje sheria za Mungu. Ndugu yapenda, jambo la kwanza tunaloanza kulitafakari ni baadhi ya sheria alizozikamilisha Yesu katika somo la Injili. Sheria ya kwanza aliyoikamilisha Yesu ni amri ya tano, usiue. Torati lisema usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Yesu alikamilisha hii sheria kwa kutoa tafsiri sahihi kwa kusema, bali mimi nawaambieni kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Hapa Yesu anaenda mbali zaidi, anazungumzia chanzo cha dhambi ya kuua kuwa ni hasira, kufyolea na kuwapiza. Bila hasira, ni ngumu kumuua mtu mwingine. Ndugu wapendwa, hasira inayoongozwa na upendo siyo dhambi, lakini hasira isiyoongozwa na upendo, hiyo ni dhambi. Hasira isiyoongozwa na upendo huleta chuki, uharibu uhusiano wako na Mungu pia na watu wengine, ujeruhi wengine. Hasira isiyoongozwa na upendo hupelekea kushindwa kusamehe. Hasira isiyoongozwa na upendo hupelekea kulipiza kisasi. Hasira isiyoongozwa na upendo hupelekea mauaji. Hivyo hasira isiyoongozwa na upendo ni sawa na mauaji tu, bali hasira inayoongozwa na upendo haina chuki wala kinyongo ndani yake Haiharibu mahusiano kati yako na mwingine, haijeruhi wengine, usamehe wengine, hailipizi kisasi, haipelekei mauaji. Aina hii ya hasira kwa yenyewe siyo dhambi. Katika hili tuombe, neema hasira zetu ziongozwe na upendo. Hivyo Yesu alikamilisha hii sheria kwa kuitolea maelezo sahihi. Yesu alienda mbali zaidi ya mafarisayo na waandishi walivyotafsiri sheria. Ndugu wapendwa, sheria ya pili aliyoikamilisha Yesu ni juu ya sadaka na msamaha. Walimu wa sheria na Mafarisayo walisisitiza zaidi sadaka kuliko msamaha. Lakini alivyokuja Yesu alisisitiza umuhimu wa vyote akikazia zaidi msamaha. Katika somo la Injili tumesikia Yesu anasema, ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako iache sadaka yako mbele ya madhabahu uende zako upatane kwanza na ndugu yako kisha urudi utoe sadaka yako. Yesu anatoa fundisho sahihi kwamba sadaka bila msamaha haikubaliwi wala haipokelewi. Sadaka yoyote unayoitoa bila msamaha ni bure. Kwa hiyo msamaha hupelekea sadaka yako, sala zako kukubaliwa na Mungu. Hii na iwe changamoto kwa watumishi wa Mungu. Je, katika mafundisho na mahubiri yetu, je, tunakazia nini zaidi? Je, tunakazia sadaka zaidi kuliko msamaha? Kama tunakazia sadaka zaidi kuliko msamaha tutakuwa hatuna tofauti na waandishi wa sheria na mafarisayo ambao walikazia sadaka zaidi kuliko msamaha. Sisi tunapaswa kukazia yote mawili, yaende sambamba, sadaka na msamaha, isipokuwa twaeleweshe kuwa sadaka bila msamaha ni bure. Msamaha ni bora zaidi kuliko sadaka. Msamaha unapaswa utangulia kabla ya kutoa sadaka. Ndio maana Yesu anasema hata ukikaribia madhabahuni kutoa sadaka, ukikumbuka kuna mtu huelewani naye rudi ukapatane naye kisha uje kutoa sadaka. Yesu hajasema uache kabisa kutoa sadaka, na ndiyo maana mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu tunaomba msamaha kwa Mungu ili sala na sadaka zetu zikubaliwe naye na kupokelewa naye. Ndugu wapendwa, sheria ya tatu anayoikamilisha Yesu kwa kuitolea maelezo sahihi ni sheria ya ndoa. Katika sheria ya ndoa kuna mambo mawili juu ya amri ya sita: usizini na talaka. Ndugu wapendwa, kipengele cha kwanza katika sheria ya ndoa ni amri ya sita, usizini. Torati ilisema usizini. Yesu anaikamilisha hii sheria kwa kusema: lakini mimi nawaambia kila mtu atazamai mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Ndugu wapendwa, hapa Yesu anatoa tafsiri sahihi ya sheria hii, kwamba chimbuko la kuzini ni kutamani kutoka moyoni, kwamba kila anayemtamani mwanamke au mwanamume asiye na ndoa naye amekwisha zini naye hata kabla hajasema au kutenda lolote zaidi. Hivyo Yesu anataka tutazame chimbuko la dhambi ya kuzini. Pasipo kujua chimbuko la dhambi ya kuzini, bado tutaendelea kuzini kwa mawazo na matendo. Ndugu apendwa, kipengele cha pili katika sheria ya ndoa ni juu ya talaka. Torati ya Musa iliruhusu talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, lakini Yesu aliikamilisha hii sheria kwa kusema, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya ashirati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimua yule aliyeachwa azini. Yesu anakazia kwamba ndoa ni agano, sio mkataba. Mkataba huwa ni wa muda fulani tu, lakini agano ni la maisha, ni agano la kudumu, ni agano la milele. Mkisha weka agano, hakuna wa kulivunja. Hivyo Yesu anasisitiza jambo hilo kwamba wanandoa wasiachane na kupeana talaka kwa sababu ya kukoseana bali wanapaswa kusameheana. Ndugu apendwa, sheria ya nne aliyoikamilisha Yesu ni ile inayoagiza kutimiza kiapo. Ndugu apendwa, kuapa ni kuahidi rasmi na kumweka Mungu au mtu kuwa shahidi ili kuthibitisha kwamba kweli lililoahidiwa litatekelezwa. Yesu anakataza kuapa, kwani kitu cha muhimu ni yule anayeahidi kuwa mkweli. Ndiyo yake iwe ya kweli na sio yake iwe ya kweli. Ndugu wapendwa, tulipobatizwa tulikula kiapo cha kumkataa shetani. Je, tumekuwa waaminifu katika maisha yetu? Je, ye tunamkataa shetani? Tulipopokea sakramenti ya kipaimara, tuliapa kumshuhudia Mungu hasa katika magumu. Je, tumekuwa waaminifu katika hilo? Tulipopokea sakramenti ya Ekaristi takatifu na tunapopokea daima sakramenti ya Ekaristi takatifu, tunaapa ya kwamba sisi ni sadaka kwa wengine. Je, tumekuwa waaminifu? Je, maisha yetu yamekuwa sadaka kwa wengine? Waliofunga ndoa, mliapa kuwa waaminifu kwa mwenza wako wa ndoa katika shida na raha, je mmekuwa waaminifu daima? Ndugu wapendwa, kuvunja ahadi ni dhambi ya uongo. Kitabu cha Hosea sura ya nne aya ya pili hadi ya tatu kinaelezea kwa sababu unapovunja ahadi unadhihirisha kuwa kile ulichoahidi sio cha kweli, bali ni uongo. Kumwekea Mungu ahadi na kutotimiza ni dhambi kuahidia watu jambo fulani na kutotimiza ni dhambi. Ni bora kuto kuapa kuliko ukaapa ukashindwa kutimiza ahadi. Ndio maana Yesu anataka tumaanishe kile tunachokiapa. Kama ndio iwe ndio kweli, kama sio iwe sio kweli. Kama hatuwezi kumaanisha kile tunachokiapa, tusiape kabisa. Ndugu apendwa, jambo la pili tunalotafakari ni chanzo cha dhambi na kuvunja sheria za Mungu. Ndugu wapendwa, chanzo cha kwanza cha dhambi ni kutumia vibaya uhuru wetu. Somo la kwanza linatuambia kwamba sisi binadamu ni viumbe huru na Mungu hatulazimishi sisi kutenda jambo jema au ovu, lakini matamanio ya Mungu ni kwamba tutende yaliyo mema. Mungu daima anataka tuchague yaliyo mema. Malaika wana akili na utashi, lakini hawana uhuru wa kuchagua jambo ovu wenyewe. Wanapaswa kutii daima, wanapokosa utii wanakuwa mashetani lakini sisi binadamu tuna akili na utashi kama malaika, lakini cha ziada Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua jambo jema na ovu, uhuru wa kuishi kile unachofundishwa na kuhubiriwa au la, uhuru wa kuyaishi mafundisho ya Kristo au la, uhuru wa kuziishi amri za Mungu au la, uhuru wa kupokea masakramenti au la. Lakini kila unachochagua kina matokeo yake baadaye. Mungu atatuhukumu kwa namna tulivyotumia uhuru wetu vibaya. Na Mungu ametuachia uhuru kwa sababu anajua kuwa siku ya mwisho kuna hukumu. Kama kusingekuwa na hukumu, tusingekuwa na uhuru. Hivyo tutumie uhuru wetu vizuri, kwa kuchagua kutenda yaliyo mema. Tuache kutumia uhuru wetu vibaya. Ndugu wapendwa, chanzo cha pili cha dhambi ni viungo vya mwili. Katika somo la Injili, Yesu anazungumzia namna ya kuvichisha viungo vya mwili vinavyosababisha tutende dhambi. Umesikia Yesu anasema jicho lako likukosesha, ling'oe litupe mbali nao, mkono wako ukukosesha, ukate. Yesu anatumia lugha ya picha kumaanisha kwamba kila dhambi ina chanzo na mizizi yake, hivyo tuing'oe na kuikata mizizi ya dhambi. Yesu anataka tuvitiishe viungo vyetu vya mwili, tusiviruhusu viwe chanzo cha dhambi. Yaani tuving'oe, maana yake tuvikatalie kutenda dhambi. Miguu yako inapokushawishi kwenda kufanya uovu, ikatalie, usiende. Mikono yako inapokushawishi kudokoa vitu vya watu, uikatalie, yaani uikatalie, usiruhusu ifanye inachotaka. Ulimi wako unapokushawishi wasengenye na kuwatukana watu wengine, uutiishe, uukatalie. Moyo wako akili yako inapokushawishi kutoa talaka, uvitiishe, uvikatalie moyo wako unapokushawishi usisamehe uutiishi uukatalie. Mwili wako unapokushawishi kufanya uzinzi uutiishi uukatalie. Moyo na akili yako vinapokushawishi kufanya jambo ovu uvitiishe na kuvikatalia. Huko ndiko kung'oa jicho, mkono. Maana yake huko ni kung'oa mizizi na vyanzo vya dhambi. Bila, bila kujua chanzo na mzizi wa dhambi na pasipo kujua kutiisha miili yetu tutaendelea kutenda dhambi. Ndugu wapendwa, jambo la tatu linalotufanya tutende dhambi ni kukosa hekima ya kimungu ambayo Paulo anaizungumzia katika somo la pili, kwani hekima ya Mungu inatusaidia kuelewa mpango wa Mungu katika maisha yetu, inatusaidia kutumia vizuri uhuru wetu katika kutimia mapenzi ya Mungu. Hekima ya kimungu inatusaidia kuelewa upendo wa Mungu kwetu si binadamu. Hekima ya kimungu tusaidia kuwa watiifu na waaminifu katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Hekima ya kimungu hutusaidia kuchagua uzima. Hekima ya kimungu hutusaidia kujua kuwa chochote unachokichagua kina matokeo yake. Bila hekima ya kimungu ni ngumu kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyatimiza. Ndiyo maana wale ambao hawakuwa na hekima ya kimungu walimsulubisha na kumtesa Kristu. Mpaka sasa watu ambao hawana hekima ya kimungu wanaupinga ukweli, wanaendelea kumsulubisha na kumtesa Kristu kwa dhambi zao. Hekima ya Kimungu ipo kwa wale waliompokea Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, jambo la nne linalotufanya tutende dhambi, yaani tushindwe kuziishi amri za Mungu ni kutumia vibaya akili na utashi wetu. Mungu ametupatia akili na utashi wa kujua jambo jema na ovu na kufikiri vizuri kabla ya kutenda, lakini sisi tunatumia vibaya hiyo akili. Tunatenda dhambi kwanza, halafu tunafikiri baadaye. Akili na utashi inapaswa kutusaidia kufikiri vizuri kabla ya kufanya uchaguzi. Kama tunatenda kwanza na kufikiri baadaye, hatuna utofauti na wanyama ambao hawana akili. Hivyo leo tuombe neema ya kutambua mizizi na vyanzo vya dhambi ya, ya, ya kuto kuziishi sheria za Mungu na am i itukuzwe damu ya, ya Kristo milele amina. Aliyoletea tafakari hii ni mimi Padi Mathias Kanyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu.